Eshmako, salama na Ya, na hongera pia kwa kuwa kwenye timu ya BSS kwa muda mrefu, pia sio swala dogo. Uh, Salama, tukikuangalia kwenye Bongo Star Search ni mtu ambaye yuko straight pale ambako mtu anakuja ameweka hivi kama ni a anaambua ni a kama ni bb B, kama ni c ni c Uh, sio sio swala dogo hilo. Mwingine anaweza kaa, anaogopa kuongea labda kwa sababu ya hiyo uh, confidence kwako haina shida, wala ikuletee matatizo pale ambako unaambia watu straight up kwamba wewe ujui kuimba wewe unajua. Uh, kwanza nadhani wa kushukuriwa hapo ni Mwenyezi Mwenyezi Mungu true, eh, kwa sababu yeye ndo ambaye anatoa pumzi na uzima ambao hatulipi hata shilingi 10 yeah. eh, nadhani kila kitu umekielezea yeah. Ni vyema kuwa mkweli ili nafsi yako iwe safi mm. Kuliko kuwa mwongo, afu ukienda nyumbani unaangalia sana dari, um, fundi kakosea wapi, kujilaumu wewe mwenyewe. Muda wa lawama kwangu binafsi sina, na muda wa kuwaza vitu vingine. So hiyo ikitoka, then mengine mazuri ambayo ni positive ukiyaruhusu bila shaka utaendelea kuwepo kwa miaka mingine kumi na sita na kenda. True story. So kama ni nyeupe nyeupe nyeusi basi tu washeta. Mwaka uliopita au season ambayo imepita ilikuwa ni Beyond Borders, Tanzania, Kenya, Uganda, kote huko mlipita na nini, ulinoti kitu gani baada ya kwenda hizo sehemu tofauti kutafuta vipaji? Uh, kwa, cha kwanza ambacho kilikuwa ni kikubwa ni kwamba huko kote wanaifahamu Bongo Star Search. Uh, tukua tunaenda kujiintroduce, tayari introduction iko imeshafanyika miaka kumi na nne iliyopita, na cha pili ni kwamba kuna vipaji yeah. Na ndio maana umeona mara yetu ya kwanza tulivyojaribu mshindi ya kutoka Bongo, so kwa ubaya mm. But, Yeah. <laughs> Yeah. Kwa hiyo Kongo. <laughs> Eh, mashindano yeah, ni magumu sana yeah. Watu wanajua kuimba, watu wanajielewa yeah. Na kwetu pia watu wanajielewa, sio kama miaka kumi na sita iliyopita tulivyoanza 2006 yeah. Watu siku hizi hawana haya yeah, kwa soko ubaya, yaani hawana haya ya kujificha nyuma kwamba ana kipaji asionekane, asi anaishia nacho kwenye kabati yeah. Vijana wa siku hizi wanajitambua, wanatoka wanataka they go for what they want, tofauti na miaka ya nyuma, mtu ana kipaji lakini anaishia kwenda kuhesabu hela benki.